Mpendwa mtazamaji, dominika ya nne ya kipindi hiki cha majilio, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu. Tafakari yetu somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya saba aya ya kumi hadi ya kumi na nne. Somo la pili linatoka katika waraka wa mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya saba na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ile ya kwanza aya ya 18 hadi ya 25. Nitaisoma injili. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu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 Yaani, Mungu pamoja nasi. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Sifa kwako, Ee Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakaribia kabisa kuingia katika sherehe kubwa ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na watu wengi wameshaanza kuandaa zawadi kwa wapendwa wao, zawadi za Noeli, zawadi za Krismas. Mwenyezi Mungu pia anatupatia zawadi kubwa nasi tunavyokaribia sherehe kubwa hizi, zawadi ya neno lake, ambalo tunalianza katika kile kitabu cha nabii Isaya sura ile ya saba. Tunakutana na mfalme wa kipindicho mfalme wa Israeli ambaye alikuwa ametoka katika ukoo wa Daudi na Mungu alishakuwa ameahidi kwa Daudi kwamba watoto wako wakitembea katika njia yangu, ufalme wangu hautatoka kwako. Hata kama wataniasi, nitawaadhibu kwa adhabu zile za kibinadamu, lakini agano la ufalme halitatoka kwa Daudi. Aliingia mfalme Ahazi, mfalme Ahazi alifanya mabaya mbele za Mwenyezi Mungu. Aliingia katika ibada chafu za kafara, kafara za kutoa, hadi mwanaye mzaliwa wake akampeleka kwa miungu ya Moleki, alimtoa kafara ili apate ulinzi, ulinzi huo katika utawala wake. Jambo hili likawa chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Ndipo basi yakaibuka mataifa mawili taifa la Waasiria na baadaye likaunganika na ndugu zake ambao walikuwa ni Waisraeli wale wa Ephraim, wakaunganika kupanga vita juu ya Yuda ambao walikuwa wanaishi Yerusalemu na mfalme wao ambaye alikuwa ni Ahazi. Mwasi amefanya maagano ya siri kwa ajili ya kupata ulinzi. Jambo hili lilikuwa ni hofu sana kwa Mfalme Ahazi. Katika hofu hiyo ndipo basi Mwenyezi Mungu ana, akamtuma Nabii Isaya. Usisahau kwamba kumwacha Mwenyezi Mungu kuingia katika miungu mingine, hadi kutoa kafara ya watoto wako ili upate ulinzi. Alikuwa ameshavunja ile amri ya kwanza, usiabudu miungu wengine, na mfalme ndio kiongozi mkuu. Manake uovu ukaingia katika nchi, kwa sababu yeye amemwasi Mwenyezi Mungu. Sasa tendo hili, Mwenyezi Mungu anamtuma nabii Isaya amwendee mfalme Ahazi, muasi mwovu, anayefanya mambo machafu katika nchi. Anamtuma akamwambia, ijapokuwa umemwasi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anasema hivi, huyo mfalme wa Asiria na wengine wote hawata kushambulia. Na Mwenyezi Mungu anazungumza neno zito, neno la faraja kubwa sana, anamwambia angalia wewe Ahazi, utulie, usiogope wala usife moyo, kwa sababu ya mikia hii miwili ya vinga hivi vitokavyo moshi. Wale wafalme wawili, yaani wa Efrem na huyu Siria, Mwenyezi Mungu anasema ni mikia. Fundisho: twaweza kuingia katika kipindi kibaya kama taifa kwa ajili ya watawala ambao wameacha historia nzuri, makusudi ya Mwenyezi Mungu, njia za Mwenyezi Mungu, wakaingia kufanya maagano ya siri na baadhi ya watu, hadi kutoa kafara za damu kwa ajili ya kubaki katika madaraka. Mungu yeye huwa haliachi agano lake katika ile nchi, anakuja kuja kutukomboa. Angalia, anamtuma nabii Isaya amwendee huyu mfalme aliyekuwa ni mwovu, baadaye alivyomwambia maneno haya, "Usiogope, kwa sababu hao ni mikia wanaotaka kuja kukushambulia." Mwenyezi Mungu akamwambia huyu mfalme Ahazi kupitia kwa nabii Isaya, ndio somo la leo. Akamwambia sasa, ujue kwamba Mwenyezi Mungu anaenda kutendea mambo makubwa. Basi sasa, tafuta ishara yoyote ile, jitakie ishara yoyote ile kwa Mwenyezi Mungu, iweze kuwa katika anga au iweze kuwa katika ardhi au maeneo yoyote ile, tafuta ishara. Mwenyezi Mungu anakuthibitishia kwamba yeye yeah, yeah, yu pamoja na wewe. Huyu mfalme Ahazi alipoona hayo kwamba Mwenyezi Mungu amemwendea, amemfata kule kule katika hofu yake, alikataa kutafuta ile ishara akasema, sitaitaka wala sitamjaribu Bwana Mungu. Akakataa kutafuta ile ishara. Angekubali neno la nabii Isaya kuitafuta ile ishara ya Bwana maana yake angemwamini Mwenyezi Mungu na angebakia mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Muunganiko wake na miungu mibaya iliyokuwa imekamata nafsi yake ingemwachia, asingekuwa na hofu tena. Asa akakataa kutafuta ishara kwa Mwenyezi Mungu. Kiburi cha uzima kawa kimeingia kwa mfalme wa hazi. Mwenyezi Mungu amejishusha, ameshuka hadi katika hatua ya chini sana kwa huyu mfalme, itafuta ishara na kuokoa kwa sababu una watu wengi ambao unaowaongoza wengine, ni yatima wengine, ni wajane, kuna watoto wadogo. Itafuta ishara kwamba mimi bado nipo pamoja na wewe. Kiburi cha mfalme Ahazi akasema sitaki. Ndipo basi Mwenyezi Mungu akaongea kwa kinywa cha nabii Isaya akamwambia Ahazi na wale wote waliokuwa wamemzunguka, akasema, sikilizeni ninyi nyumba ya Daudi, je, ni neno dogo sana kwenu kuwachosha wanadamu hadi mkataka kumchosha mwenyezi Mungu? Yaani, uongozi ule wa Ahazi uliwafanya watu wachoke katika maisha yao, watu wakuwa wameumia, watu wakuwa wamechoka, hawana matumaini, watu wakuwa wana hofu. Kiburi cha kiongozi Ahazi kilimfanya watu wachoke, akasema kiburi chako kinataka kimfanye hata mwenyezi Mungu pia achoke anapokufuata katika hali hii. Ndipo akasema kitakachofuata ni hiki umekataa kutafuta ishara, sasa nitaleta ishara. Akasema sasa tazama, bikira atachukua mimba, na amesema sasa atamzaa mwana, atamzaa mtoto na jina lake ataitwa Emmanuel, yaani Mungu pamoja na sisi, kwamba ufalme huu utaondolewa na atakuja mfalme mwenyewe. Miaka mia saba ambayo nabii Isaya ametabiri maneno hayo, ndipo katika hili somo la injili Tunakuja kusikia ujumbe huo kwamba kuzaliwa kwake Yesu Kristo ambaye ametabiriwa na nabii Isaia miaka mia saba kulikuwa hivi. Kuliingia katika jamii ile ile ya watu wa kabila la Yuda katika ukoo ule ule wa Daudi, ukaanzia kwa mwanadada mmoja alikuwa anaitwa Maria na ambaye alipewa posa na Yusufu. Biblia inamwandika kwamba huyu Yusufu alikuwa ni mtu mwenye haki. Yusufu huyu alikuwa mtu katika ukoo wa Daudi, maana yake ukoo wa kifalme, ukoo bora. Ametoa posa ndoa. Katika mila na desturi za Wayahudi, ilikuwa ni tendo la ibada kubwa, ambapo kijana anapoenda kumwoa binti mwanamke huyo anapokuja kuunganika na huyu kijana, analeta baraka kwenye ukoo, kwenye hii familia, analeta jambo jipya, anakuja kuzalisha mambo mapya. Na kwa sababu kuna uzao mpya unaingia huku, ilibidi atolewe mahali. Anapotolewa mahali, walikuwa wanapaswa wakae mwaka mzima huyu binti, waweze kumwangalia, je, alijitunza amekuwa safi, amekuwa mwaminifu, yaani mwaka mzima hapa katikati wangeangalia kwamba ana ujauzito. Alikotoka huko ametoka akiwa safi, hasa kipindi hiki cha maandalizi ya ndoa ya mwaka mzima. Yosefu ameshamtolea mahali huyu binti Maria kulingana na mila na desturi zao. Katikati kati yapo, ndipo akaonekana kwamba Maria yeye ni mjamzito, ana mimba na hii mimba usije ukasahau, katika injili ya Luka ile sura ile ya kwanza, kuanzia aya ya 36, na kuendelea malaika alimtokea akamwambia Maria utachukua mimba. Malaika huyo hakumwendea Yusufu kumwambia kwamba kuna mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba huyu Maria atachukua mimba, aliongea tu na Maria. Maria akasema mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe ulivyonena. Maria alilibeba lile jambo kwa siri. Kuna baadhi ya mambo mengine ya kimungu, ukipewa, ukiambiwa, lazima uyaweke kifuani mwako, si ya kuweza kutangaza. Umeambiwa jambo kama li tayari umeshatumia status, malaika ameniambia hivi, umetuma WhatsApp, umetuma maneno mengine, umeshashare na kila mmoja. Mambo ya kimungu lazima kukaa kimya. Sasa Yosefu anakuja kumwona Maria akiwa mjamzito, alipomwona hivyo akajua kabisa kwamba Maria amefanya jambo ambalo ni kinyume na taratibu kwa sababu kupata mimba kabla ya ndoa adhabu yake ilikuwa ni kifo, apigwe mawe mpaka kufa. Na kitendo hicho cha kupigwa mawe mpaka kufa, Yosefu akasema sitaki ili jambo hili limkute Maria, akaamua kumwacha kwa siri, akaondoka kimya kimya. Twajibeba ujumbe wa namna gani? Ahazi hakuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu, alijiunga kwa siri na miunganiko ya mataifa mengine hadi uovu ukaingia. Huyu Yosefu naye, kwa sababu kuna jambo la siri linalofanyika ndani ya hii familia yake, anataka kuweza kuondoka kwa siri, amwache Maria, yatakayomkuta yamkute huko, yeye asihusike katika hilo. Ndipo Mwenyezi Mungu anamfuata katika ndoto, anamwambia Yosefu, usimwache Maria, umchukue Maria, mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kitendo cha kumwacha kwa siri inakuja katika nyakati hizi ambazo wanaume wengi wameshindwa kuweza kusimama katika nafasi ile ya Mwenyezi Mungu ya kuwa watu wa haki. Imetokea changamoto ndogo katika familia, mwanaume atatoka na kuweza kumtangaza mke wake kwa watu wengi, atatangaza mabaya ya mke wake, atatangaza mabaya ya familia yake. Sasa hivi habari za kumuumbua mwingine ndio mtindo wa maisha leo kupitia Injili ya leo, Yosefu anamwacha Maria kwa siri, hakutaki kuweza kumwaibisha. Umesimama namna gani mwanaume, katika habari ya familia yako kwa mke wako? Hujamwaibisha kwa watu? Hujamtangazia mabaya kwa watu? Yosefu alikuwa ana nafasi kubwa ya kuweza kumwaibisha Maria, lakini hakufanya. Jambo la pili tunalojifunza kupitia kwa Yosefu, Yosefu alimwacha Maria kwa sababu ujauzito ambao Maria alikuwa nao, Yosefu hakuwa amehusika, hakuhusika katika kuweza kutunga ule ujauzito. Tupo katika nyakati ambazo kuna watu wengi wanaacha jambo la msingi kubwa kwa sababu mimi sio chanzo cha kuhusika katika jambo hilo, mimi sijaliweka lile. Kumbuka kwamba katika habari za kutunza watoto ambao si wa kwetu, halijaanza leo. Yosefu anatunza mtoto ambaye si wa kwake, amepewa jukumu hilo kwa sababu mtoto amebeba kusudi la Mwenyezi Mungu, amebeba kusudi kubwa la ukombozi wa dunia nzima. Alikubali kumtunza yule mtoto. Leo wanaume, tunzeni watoto ambao si wa kwenu, kwa sababu Yosefu alitunza mtoto ambaye si wa kwake. Na ukitunza mtoto ambao si wa kwako unauja kupata jina. Jina la Yosefu limekuwa ni kubwa sana, alivyomtunza mtoto Yesu ambaye hakuwa wa kwake. Mtoto ambao si wa kwako, ukimtunza anauja kupatia heshima kubwa kwa sababu ulisimama katika haki, ulimwokoa, hukuangamiza uhai wake. Na ndipo basi huyu Yosefu anapewa ujumbe na malaika, anasema utakuwa na kazi kubwa ya kumpatia jina huyo mtoto. Leo tuna wanaume wengi ambao hawatoi majina kwa watoto wao. Yakobo katika Agano la Kale, kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 29 na kuendelea, kuanzia aya 30 na kuendelea, alifanya uzembe wa kutoa majina kwa watoto wake Yaani, mwanamke ndio anayetoa majina. Kazi ya kutoa majina kwa watoto ni kazi ya mwanaume, ndio unayetoa jina mwanaume. Jina e, uweza wako kuongea, unaumba jina, linaumba kwa mtoto. Angalia, amesema utampa jina lake, ataitwa Yesu, manake ndiye atakayeweza kuwaokoa watu na dhambi zao. Yesu amekuja kutuokoa na dhambi zetu kwa kumwaga damu yake pale msalabani, kwa sababu ya jina. Jina lake lina nguvu, jina la Yesu linaokoa jina la Yesu lina uweza wa kutufanya tuweze kuwa huru kwa sababu ya Yosefu aliyekuwa ametoa jina hilo. Na jambo hili Yosefu anaambiwa kwamba si jambo geni kwa sababu tayari Nabii Isaya alishazungumza katika ile sura ya saba ambayo tumeisikia, bikira atachukua mimba na atamzaa mtoto ambaye anaitwa Emmanuel, Mungu anakuja kukaa pamoja na sisi. Yosefu alipoamka katika usingizi akafanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza akamchukua mke wake. Tunajifunza kitu gani? Bahati nzuri Yosefu alipolala katika usingizi hakuwa amelewa, alilala akiwa ana akili zake timamu. Mwenyezi Mungu anaongea nasi kupitia ndoto, tukilala tukiwa na akili njema, tumesali vizuri. Kuna mambo mengi Mwenyezi Mungu anaongea na wanaume kupitia ndoto, na mwanaume akilala ameweka kitu ambacho si cha sehemu ya maisha yake, maanake pombe maanaake hata ule ujumbe wa mwenyezi mungu ambao anataka kuongea na familia na taifa na kanisa kwa ujumla hawezi kuongea mwenyezi mungu atutie nguvu tunapolala usiku tusilale tukiwa tumeweka vinywaji ambavyo vitatufanya ndoto ambazo tunazopewa na mwenyezi mungu na malaika anapoongea na sisi ujumbe wa mwenyezi mungu kashindwa kuweza kufika ninakutakia noeli njema ninakutakia uweze kuwa eh, yusufu mwenye haki ninakutakia maria unayopita katika matatizo magumu Uyabebe ndani ya nafsi yako. Tuwaombee viongozi wetu wa kitaifa, wasiingie katika maagano ya asili hadi kutoa kafara, na baadaye nchi ikateseka. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.